Ndugu mtazamaji wa channel yetu, mimi ambaye nimekuletea taarifa hii inaitwa Abedi Amuri. Wengi sana wanataka kune wana, wanapenda kuniita Pastor Abedi. nikiwa kabisa nimekuletea taarifa nzuri ambayo inaendelea kufanyika huko Malawi Zaleka. Tuko kabisa katikati ya kampo ya Malawi ambao unaizoea una kuisikia Zaleka za leka au ni watumishi wa Mungu kabisa wakiwa kwenye msafara mkubwa, na huu msafara ujao, msafara mbaya, unawezekana unaweza kufikiri labda kilio au nini? Hapana, bali sherehe kabisa kubwa ambayo inaendelea kutendeka. Ni huduma ambayo ilikwenda kuandaliwa na kanisa maalum ili kupata kufanya kazi ya Mungu. Kwa kweli kama unavyoendelea kuona watumishi wengi walikusanyika mahali hapa ikiwemo wainjilisti, walimu, wachungaji, mabishop ma eh kama unavyoendelea kuwaona. Lakini unaweza ukawa na maswali mengi sana, unajiuliza wanaenda wapi na wanafanya nini? Mbona mara kwa mara ni wako wima wanazungumuza wanazunguruka? Eh, hiyo ni huduma ambazo ziliendelea kufanyika mahali hapa, lakini nataka tuwe karibu kabisa, usikate video hii, usikate video hii ili uelewe ni kipi na wanaenda kufanya nini na kipi ambacho kilikwenda kuwakusanya mahali hapa. Eh bwana eh, Zaleka anajua kwamba kuna mambo mengi sana, kuna huduma mbalimbali ambazo zinaendelea kufanyika mahali hapa. Kumefika watumishi mbalimbali mbali, wengi walitoka Zambia, wengine Kenya, wengine wametoka Mauganda na wengine kabisa walitoka mbali huko kama unavyoona, mkutano mkubwa sana wa watu na huduma zinaendelea hapo nini nisizungumze mengi sana lakini usikie kidogo kwanza. Sikia kidogo neno la Mungu kwa dakika chache, usikie neno la Mungu kwa dakika chache, ili hapo nyuma nipate kukuambia ni nini kilikusanya watu wote hapa, ni nini kilifanya watu wote wakusanyike. Kweli cha kwanza nilo neno la Mungu, lakini cha pili kuna mambo mengine ambayo alifanyika hapo nyuma, na ndio maana kuambia kwamba usiwe haraka kabisa kukata video hii. E bwana, sikia neno la Mungu kidogo kwanza.

Anasema Daudi alisema, mimi sitaenda kwa wanangu, ni wanangu watakuja kwangu. Kwa hiyo ukiwa unaota wazazi wako waliokufa, hiyo ni mapepo tu ya ya. Tuseme tena, Bwana Yesu asifiwe kwa Wakristo, na tunasema salamu aleikum kwa Waislam. Eh, ebwana, tunaendelea kabisa, tujue ni kipi kinaendelea, lakini hapa kulikusanyika pia vikundi mbalimbali ambavyo vinaendelea kutangaza neno la Mungu kupitia nyimbo. Makwaya mbalimbali zilikuwepo hapa na zilifanya kazi kabisa, na walikwenda kuhudumia watu wengi sana, na watu walirizika, walishukuru sana kwa yale ambayo yaliendelea kutendeka, na labda uone pia na kwaya mbalimbali ambazo zilienda kufanyika mahali hapa ili tupate kujua ni kipi kinaendelea. Choshe sana, video yetu isiwe ndefu zaidi sana mpaka ukashindwa kuimalizia kui. Hapa kama unavyoona kabisa, watu wakiwa kabisa wametulia, ni huduma ambayo imefanyika kwa ajili ya kubariki mtumishi wa Mungu ambaye alijitoa kwa ajili ya kumtumikia Kristo ambaye alifanya kazi kwa miaka mingi sana. Ni mchungaji wetu ambao tulimjua sana katika kambia za Leka, anaitwa mchungaji Maenda. Lakini kwenye mabarikio yaya amebadilika kabisa, amepanda levo akibarikiwa kwa nafasi ya ubishop au ya, ya, ya uaskofu. Kwa sasa kabisa yeye ni askofu. Na hii ndiyo ilikuwa ni ilifanya watu wengi wakusanyike, watumishi wengine waendelee kuwa pamoja na yeye wakimuunga mkono na kumpatia hongera kubwa sana kwa ajili ya kisa alivyoendelea kujitoa kwa ajili ya Kristo, ili waendelee aendelee kumtumikia Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kweli tunasema hongera sana. Kama unavyoendelea kuona, mabishop ni wengi sana, wametoka sehemu mbalimbali wakiendelea kabisa kufurahi sana. Unajua kazi hii ni kazi mzuri sana. Ni kazi ambayo mtu anajitoa mwenyewe na anapojitoa anajisikia raha sana wakati akifanya kazi hii. Kwa sasa mchungaji si mchungaji tena bali ni bishop a tunaweza tukasema ni askofu. Na kwa kweli mtumishi huyu alifanya kazi nyingi katika kambi za Leka zaidi ya miaka kumi akiendelea kufanya huduma mbalimbali na alifanya kabisa kazi hii ya uchungaji karibia hiyo miaka kumi na hadi leo ameendelea kupanda levo kama vile Mungu alivyoendelea kumjalia, na kwa kweli alifanya huduma nyingi sana, alipanda kazi nyingi sehemu tofauti tofauti, hata mje ya Zaleka aliendelea kabisa kufika kwenye eneo mbalimbali mbali katika mji huu wa Malawi, akiendelea kupanda makanisa na kwa kweli tunayashuhudia e, niseme kabisa hata na mimi nasema kwamba ongera sana kwa mzee wetu kwa kazi ambayo anaendelea kuifanya, na mpaka kwa sasa anaendelea kupanda levo siku baada ya siku na unkis unavyoona unavyoona kwa kweli, wanaendelea kushuhudia na kumpea kartasi na kumkamilisha kwa ajili ya huduma ambayo tuko na kufanya. Pia hapa kulifanyika huduma nyingine ambayo ilikuwa ni ya kubadilisha jina la kanisa ambalo ilikuwa likiitwa kwa jina tofauti na ila Ebeneza kwa sasa pia hapa kulifanyika huduma ya kuombea kanisa, maana kanisa lilikuwa likijengwa, kanisa lilikuwa bado alijakamilika, na vile vile lilitiliwa mikononi mwa Mungu, ili wapate kuhudumia wakiongozwa na Mungu pia. E bwana, kama unavyoona watumishi wa Mungu kabisa, wakiwa na raha sana kwa ajili ya mtumishi mwenzao. Najua kwamba unaweza kuwa na maswali mengi sana, kwa sababu watu wengi watauliza, mbona naona wa makanzu na marangi mbalimbali na makofia, lakini hatuja tutaenda huko, tujue kofia na maana gani, tujue kanzu na maana gani. Najua kuna wengi mtauliza, lakini ukiwa na comment, basi haujakatazwa wewe, uliza swali na utajibiwa kabisa, sawasawa na unavyohitaji kulielewa. Eh, bwana iseme kabisa, usima usikose kumalizia eh, video hii, na kama unavyoendelea kuona, huyo ndiye baba yetu ambaye ameendelea kukubali Kazi ya Bwana. Okay, okay. Eh Bwana, hii lizaleka izaleka Malawi, najua naisikia sikia tu naisikia hiyo kempo, kempo kempo ya Malawi, kempo yazaleka, shamra shamra shamra shamra kwa mzee wetu. Hiyo ndio ilikuwa kazi kubwa ambayo likwenda kufanya likusanya watu zaidi ya mia nne mahali hapa. Kwa kweli hizi huduma si hii tu, bali huduma hizi zinaendelea kufanyika katika kambi hii. Labda unaweza ukajiuliza, na ndio maana tunasema kwamba uendelee kuwa pamoja nasi, ili unajua yale yote ambayo yatakuwa yatendeka katika kambi hii. E bwana, usikose kabisa. Unapokuwa na huduma katika kambi hii, hata kama uko nje, wasiliana na pastor Abedi, ili kazi hiyo ipate kufikia watu wengi, ipate kuenea dunia mzima nitakwenda kufanya kazi hii na tutakwenda kusaidia kupitia channel yetu hii, ambayo unaendelea kuenjoy, ambayo unaendelea kusikia neno la Mungu, ambayo unaendelea kuona makuu ya Mungu ambayo yakiendelea kutendeka katika kambi hii ya Zaleka.